Mashabiki wa Arsenal sijui anajichukuliaje hivi. Kabla ya mechi ya jana dhidi ya Manchester United walikuwa wanakifananisha kikosi chao cha msimu huu na kikosi cha Manchester United cha msimu 2007 2008. 2008. Na wakati huo utakumbuka kikosi cha Manchester United kilikuwa kinaundwa na wachezaji kama Cristiano Ronaldo, alikuwepo Van de Sar, alikuwepo Nemanja Vidic, lakini alikuwepo Rio Fernandez, alikuwepo Luis Nani na wachezaji wengi ambao walikuwa wanaunda kikosi hicho. Na ikafikia hatua Sky Sports wakafanya mahojiano kabla ya mechi na mchezaji wa zamani ambaye alikuwa anacheza kikosi hicho Manchester United, ambaye ni Paul Scholes. Sky Sports walifanya naye mahojiano, wakamuuliza kuhusiana na hizo, ma, hayo mawazo ya mashabiki wa Arsenal. Paul Scholes alisema endapo kikosi kile kingekutana na Arsenal basi Arsenal angechezea goli nyingi sana. Kwa akili yako tufanya comparison. Ronaldo ukamfananisha na Saka, Ronaldo akipindi kile. Nemanja Vidic ukamfananisha na Saliba na Gabriel, Rio Ferdinand. Lakini pia atakuja Van der Sar dhidi ya Raya. Carrick na Scholes ukamfananisha na mchezaji kama Zubi Mendi pamoja na Declan Rice, hiyo ni uongo bwana. Lakini hata ukiangalia quality na mafanikio ya Arsenal dhidi ya Manchester Manchester United dhidi ya Arsenal kwa kipindi hicho, tuchukulie msimu wa 2007 2008, na Arsenal na Manchester United walikutana kwenye mchezo wa Premier League wa nyumbani, Manchester United akashinda goli mbili kwa moja, wakaija tena Arsenal nyumbani pale Emirates, Arsenal akashinda goli mbili kwa moja, wakaenda akakutana kwenye mechi ya FA Manchester United akashinda goli nne bila, wakakutana tena UEFA pale Old Trafford. Manchester United akashinda goli moja kwa sifuri, wakafanya tena marudiano Emirates, Arsenal akafungwa goli tatu kwa moja. Tutatazama 2026 msimu huu hapa ambao unaendelea kwenye mechi ambazo wamekutana na Arsenal dhidi ya Manchester United, mechi za Premier League. Arsenal mchezo wa kwanza nyumbani kwake alishinda tena kwa kona, ilikuwa ni goli la kona goli moja kwenye raundi ya kwanza. Raundi ya pili jana Manchester United ndio huyo ameshinda kwa goli tatu kwa mbili. Na goli la Arsenal lilopatikana ni goli la kona. Na lingine alijifunga Lisandro Martinez wa Manchester United. Ndio Arsenal akahesabika kuwa na magoli haya mawili. Ikafikia hatua mpaka Amadi Diallo akamjibu shabiki wa Arsenal kwamba nyie ushindi wenu mnategemea tu kona. Arsenal ana mipango vile. Yaani Arteta ni kama ana mipango na kiuhalisia mimi sidhani kama hizo kona ndio zinaweza zikampa Arsenal. Wa wa msimu, mimi naona tu kiuhalisia, Arsenal haina quality ya kufikia Manchester United, 2007, 2007, 2008. Kipindi kil2 aishinda. Mimi binafsi naona Arsenal hana quality ya Manchester United ya 2007, 2007, 2008. Labda kama msimu huu Arsenal atashinda treble, achukue UEFA, achukue Premier, achukue FA. Lakini Arsenal ya hii ambayo inashindwa na Manchester United ambayo anasema ni wabopu, ameenda kuwafunga tena nyumbani kwake, sio kweli. Unajua, kuifananisha Arsenal ya msimu huu na ile Manchester United elfu mbili na saba, elfu mbili na nane, yani kama yanikama